Mpokufuate ni hawa, lakini hawa tunazungumza kwa, kwa, kwa, kwa mba watu, wa watu wa zamani, si kwamba watu walikuwa na uamini eti watu wa zamani. Casikia wakuw wanaozungumzwa hapo wakufuata ni hawa, ulaika ala huda min rabbihi wa ulaika hum rafiun, waliopata miongozo kutoka kwa Mola wao na na wao ni wenye kufuzu. Sasa huku kama wao bale ambiyo, kwa amba, nasi, ni wenye kufuzu. Baada ya hayo mnaambiwaje? unaambiwa kwamba ya ayyuhan nas, enyi watu lolae right? enyi watu Mwenyezi Mungu anasema kwamba ya ayyuha nnas, enyu watu, wabudu rabbakum khalakakum, ambaye ametuumba sisi sawa na vile vile walladhina minkablikum na wale walikuwa kabla ye muwamini, hao au ndio wataje walladhina minkablikum muamini, laallakum tattakun, huenda hao mkawa wachaji, huenda mkawa wachaji, nkuwamini hawa, unaona alladhina jalakum fi lardhi fi lardhi firasha, ili Mwenyezi Mungu huyu aliotoa mfano kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu ambaye amejalia kwenu ardhi hii, ardhi hii ya Mwenyezi Mungu kuwa ni tandiko alifanya kuwa tandiko kwenu, kanyage mnakotaka. Au si walipokea Mwenyezi Mungu huo jamaa, tulibisharai nani aliyomjaji, katengeza ardhi hii? Si kwa Mwenyezi Mungu otufanikie ardhi hii mtukanyage, eh kama tandiko. Yupo mtu aweza kujisifu kuswa ardhi hii eh? hakuna hata mmoja aweza kujisifu kuswa kuitandika hii ardhi hii. Yeye aliyeumba ardhi hii amejisifu, alladhi jaala lakum ardha, jaala lakum ardhi firasha, ya mifanya ardhi hii kuwa nitandiko wasama binaa akifanya na mbingu kwa nipa ile mbingu akafanya kama nipa ile. Sasa kibina sawa eh, yupo alofanya hayo mambo. Hebu angalia ujanja wote tunazungumza, yeye yupo alofanya mambo hayo, ni yeye Mwenyezi Mungu aliweza kuifanya ardhi kwa mtandiko eh? viumbe wake wakanyage, viumbe wake wakanyage. Haya maneno ni mazuri sana, hasa wanapozungumzwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio wenye dunia yao. Tunasema hivyo kwa mapana marefu kwamba hakuna usawa katika kuumba. Mwenyezi Mungu ameumba dunia kwa ajili ya watu. Watu wao ni wanaume, sawa eh? Na ameumba wanawake kwa ajili ya wanaume, sawa eh? Kila mtu kwa lakini waliumba kwa ajili ya ulimwengu ni wanaume hasa. Kuuliza popote hicho. Hakuna shaka aje kwangu ataniuliza akiona namba yangu ya simu atapata majibu hayo, sawa eh? Ni mambo ya kielimu zaidi, sawa eh? Mwenyezi Mungu ameumba dunia hii kwa ajili ya watu. Watu wao ni wanaume. Akaumba wanawake kwa ajili so, eh? kwa ya wanaume sawa eh, sio kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya nani? Wanaume. <laughs> Ndio wana wakaambua kwa wanawake ni kiliwazo, ni liwazo la wanaume. Sisi wanaume tulikuwa kwa, si wanaume tulikuwa tunapanga kila siku, amani isingekuwepo, sawa so, eh na amani isingekuwepo, pale utulivu usingekuwepo. Aomba mwanamke kwa ajili ya kumtulizanisha nini, mwanamke. Mwanamme, mwanamme ndio mwenye ghadhabu za kila kitu. Mwanamme ni mwenye ghadhabu za maisha. Mwenye ghadhabu mwanamume ndio mwenye ghadhabu ya mambo mengi yanayomtokozea. Mwanamume ndio mwenye ghadhabu anakusanya mambo zaidi ya 20 kwa siku hii kwa mara moja. Mwanamke anakusanya mangapi? Sasa mume wangu karudi hajarudi. Eh? Siku atakwambia leo urudi mapema eh? akichelewa atakwambia leo umechelewa. Ndio hivyo tunavyoona, lakini ile yote ya Mwenyezi Mungu anafanya kwa ni kiliwazo ni kiliwazo kwa mwanamume kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba mwanamke kwa ajili ya mwanamume na Mwenyezi Mungu ameumba dunia hii kwa ajili ya nini? Wanaume ndio dunia hii. Sawa eh? Au ndio wenye ndio wenye, hiyo ni mada nyingine tutazungumza kwa wakati wake. Kila mmoja ataweza kuelewa, au kuna mtu mwenye maswala katika mada hiyo aweza kupiga simu, atapajibu sahihi. Kwa shaka dada, wakati wote tuko pamoja inshaallah. Tuko pamoja. Unaona eh? Tunasema hapo, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhan nas, enyi watu, abudu rabbakum alladhi khalaqakum, wa abudu Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu huyo e, eh, rabbakum ni bwana kwenu, alladhi khalaqa amkum bwana yuumeni walladhina min qablik walladhina min qablikum nawala lakum qabla yan kabla yenu yanu la'allakum tattaqun huenda mkawa wa chaji amejalia, huyo alijalia kwamba alijala kum ja'ala lakum fil ardi firasha, akaifanya mbingu ku akaifanya ardhi kuwa ni godoro litandiko wodo tandiko, eh, eh? ni zege kama, sawa? so, eh, unajua pa maana yake, lina maana maana refu tukitafsiri, lakini ni kitu kinachozuia, kinachozuia, sawa? so, sawa eh? kina juu kuja kina chini kinachozuia, sawa, kinachozuia juu kuja so, eh? chini, sawa. waanzala min as-samai maa, akateremsha eh, katika maji kutoka katika mbingu. mm hb -hmm. eh? min ath-thamarat, akatoa kwayo hayo maji mimea akatoa kwa kwa mimea tofauti tofauti, riska hiyo, ni riski kwenu, riska Allah kubwa, ni riski kwenu. Fala tajala fala tajala lillahi andada, wala msimfanye Mwenyezi Mungu kama yeye ni mwenye kuhesabiwa, au mwenye kuhesabia. Mwenyezi Mungu anatoa tu kuwapa waja wake eh, Mwenyezi Mungu yeye, watajala lillahi andada, usifanye mwenye kumhesabia yeye, ni kumjaribia Mwenyezi Mungu kwa hichi, kanipa hichi, atanipa na hichi, atanipa je na hichi, itakuwa hakuna Hakuna kumsabia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatoa kwa watu wake wote. Lakini amepanga kwa viwango. Zile riziki ziko kwa viwango. Awa mipango yote kutoka katika ardhi, kutoka katika mbingu yi kwa viwango. Kwa sababu ule ni urembo unamfaa yeye. Kuwepo kwa tajiri, kuwepo kwa masikini. Yule ni urembo ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupenda. Chasikia yeah. Kuwepo kwa kilema, kuwepo kwa masikini, kuwepo kwa fukara. Kuwepo, yule ni urembo. Siyo kwa kwamba anashindwa fukara kumweka tajiri, tajiri akamweka fukara maskini akamweka fukara, au tajiri akamweka fukara. Mwenyezi Mungu hayamshindi hayo, na ndio maana akasema kwamba mumlishie maskini wake. Nani awalishe? Ni jaribu, majaribu tu, si kwamba yeye anashindwa. Nivishieni maskini wangu, ni nani niwavishe? Sio kwamba anafanya yale kwamba yeye hawezi kuwavisha wale, au hawezi wafanya wale wakotokana na hali ile. Yeye yote anaweza, lakini ule ni urembo na mtihani kwako wewe Aliyekulema ni, ni mtihani kwako aliye masikini ni mtihani kwako aliye kutajiri ni mtihani kwako aliye masikini ni mtihani kwako, kwa sababu Mwenyezi Mungu alifanya hivyo ili kuwajaribu ili kuangalia eh, ili kuangalia nani atafanya matendo mazuri katika hayo. Shaelewa tayari? nani atafanya mazuri katika hayo, utamfanyia kizuri mtu aliyokuwa ni fukara, utamfanyia mazuri wewe mtu aliyokuwa ni masikini utamfanyia mazuri mtu alikuwa ni tajiri. Mtu wewe mipango yake subhana wa taala inayompendeza kama vile nyumba yako inavyokupendeza, kwa kachombo kizuri pale, chombo kibaya pale, ukaka udongo pale, kama vile unavyopaa wewe nyumba yako, kwa sababu ulimwengu huu wa kwake ameupamba kwa mapambo ya aina hiyo. Umeshaelewa eh? Tumeelewa eh? wala tajana lillah, na busifanye Mwenyezi Mungu basi kwamba yeye ni mwenye kuhesabia kwamba huyu kampendelea, um, kusema kwa kampendelea Mwenyezi Mungu unapata madhambi sawa. Ye, ha -ha, ha -ha, ha yake, Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye hapendei ni mipango yake Mwenyezi Mungu kama ilivyo mipango yake. Kwa hiyo msifanye mambo kwa, antum ta'lamu hali hali au hali, hali mnajua wa antum ta'lamu hali ya kwamba mnajua hali ya kwamba mnajua, msimfanye Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhesabia kwamba anahesabia, anampa huyo, huyo kwa uchoyo, anampa huyo yake, Mwenyezi Mungu, ay, kwa kidogo huyo ile mipango yake yeye Mwenyezi Mungu, ndio matokeo ya mipango yake, aikupa wewe kidogo, kwake yeye ni mrembo sasa wewe Hufurahi kwa nini? Kwa nini hufurahi, Mwenyezi Mungu amekupamba dunia yake kwa kukupa wewe maskini? Mwenyezi Mungu kwa dunia yake kukupa maskini ili mpendeze. Amempenda yule kwa kuwa fukara ili dunia yake impendeze. Eh? Amefanya hivyo ili yale iwe ni mapambo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo jibu na kusema hapo ni alhamdulillah kwa kuwa ala kullu halli. Kila hali Mwenyezi Mungu aliyokuumba wewe unasema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hapo tunakukana na wale watu ni kufunimarifu. Wasomshukuru Mwenyezi Mungu waokazia kumkufuru kwa ajili ya yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu amekuja nayo katika ya mitume wake, mitume yake, mitume yake. Na hawa wapo watu, hawa wapo kila mtume wanaosikia. Kwa sababu hii mitume hii iko laki moja hamsa wa ishirini na alfu. Sawa. Kuna mitume mingine mikubwa ya ulul azmi iko ishirini na tano. Shaelewa? na kuna mirsal bijumbi waliokuwa vitabu wako wanne sawa. so, eh na kwanza ilianza Furqan, ikaja akapewa Dauda, nabillahi Daud, ikaja Taurat akapewa nabillahi Musa, ikaja Injili akapewa nabillahi Isa, sawa so, eh? ikaja Furqan amtu ni kitabu cha mwisho, amchukua kukusanya vitabu vyote vinne kinaitwa Furqan, ndio hicho tunayosoma hapa Furqan, ambapo alikuwa ni kipenzi chake Habib al-Habib Al-Amin Al-Habib al-Amin Rauf Rahim Hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu alimpa mtume wake Muhammad Kwa sifa zake huyu Ni mkubwa Ni mkubwa sana huyu Na ni nabii wa mwisho kabisa Nabi necessary... Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Haa akawambia sasa Hayo amekuja nayo Muhammad sasa Hayo haka kujana Hayo aliowambia yote tutakuwa tukirudi nyuma Tukienda mbele ili kuwafahamisha kuna siku tutakuwa tunasoma hadithi zinazo su, zina su support haya na kuna siku tutawapa mfano ni support hii, mfano wa kweli kutoka katika Qur'an, na Sunna yake vitabu, na kuna siku tutaongeza ujuzi zaidi kadri Mwenyezi Mungu anavyotujalia. Lakini haya anayozungumza hapa, amesema in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina, kama nyinyi mna shaka shaka haya tuliyomteremshia nabii wetu, ala abdina Muhammad, huyo abdina ni Muhammad kama mko mna shaka juu haya tuliyomteremshia Muhammad, faatu bi surati min mithlihi, lakini sura hii moja tu ya ni mfano wa haya mnaweza, lakini sura moja ni mfano wa Qur'an, au ni mfano haya maandishi ya Qur'an, kama mnabishana na haya, tutafanua zaidi, yani kwa sababu haya na ufunizi mrefu hapo tulipotoka, tunaweza kuandika kitabu kimoja kabla hatujaenda kurasa mbili tu tutaweza kitabu kimoja, utamu wa Qur'an na utamu wa hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini anaambia anayasafuta maneno yake haya, Mwenyezi Mungu akusema kwamba wa in kuntum fi raib min nazala ala abina, kama nyinyi mna shaka juu ya tuliyoteremsha juu ya kiumbe wetu mja wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم, fa atu bi surati min mithlihi. Eh, basi tutetini sura moja ni mfano huu wa ushuhada akum na mulingani yao, mashahidi wenu, watafuta dunia nzima. Tembei pande zote na kama Mwenyezi Mungu amwambia mkiamini kitabu hichi itakuwa nyinyi mmeokoka. Eh, msipoamini kitabu hichi mtakuwa wanafiki, mtakuwa mnasema uongo. Mtakuwa mfanya biashara ya upotovu, kwenye uongofu. Allah na Mwenyezi Mungu atakuzia atawazengea nyuma kafiri. Njoo haya, basi anawaambia kama wana haya mnashaka nayo, mnashaka nayo. Basi faatu msura mimi mimi mithili Tugei, ni sura moja yenye mfano wa hii Qur'an ambokokueteechokwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad'u shuhadaakum min duni llah, na mwalinganie, mwalinganie wadu shuhadakum, mwaling'anie mashahidi wenu, uona eh? kama mna mashahidi Allah, kibisa, shahidi, utowa, ni mashahidi hapo. Ni kibisha Mwenyezi Mungu kwa sababu ushahidi huu atakayetoa ni Mwenyezi Mungu pekee yake. Sawa, ni Mwenyezi Mungu. In kuntum sadikina, nyinyi mnasema ukweli tugaieni hebu tuleteeni, kama mna shaka nayo haya, kama mna shaka nayo haya alikuja nayo, alikuja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yaliyokuja kwenye Qur'ani, basi tunawatuma sisi mualinganie mashahidi wenu eh, min dunillahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu, huyu wa kweli, ndio kama nyie msema, kama nyie msema ukweli. Na miasabu tukakwambia wa illa mtafalu, wala mtafalu, wala hamwezi kufanya wala hantofanya kesa, tunawatangazia kwamba fatakunara basi, upeni moto, lati moto mbawa kuduhannasi, makuni yake ni mawe, makuni yake ni watu waajera, tuda mawe uideti lkafri, na umeandaliwa huko, watu wanaokufuria haya tuliyazungumza, wale watu wanaokufuria haya basi hawa wameandaliwa moto na Mwenyezi Mungu, na makuni yake ni watu na mawe. Na uogopeni moto jamani, ulikuwa andaliwa kwa ajili ya kumkufuru Mwenyezi Mungu. Uogopeni moto ulioandaliwa kwa ajili ya kumkufuru Mwenyezi Mungu. Uogopeni moto ambao umeandaliwa kwa wale wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Sadaka llahul adhim wasadaka rasulun nabiyyul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Kwa leo inshallah tufanye inatosha inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie sodi juu ya haya. Na Mwenyezi Mungu atujalie upeo wa kuyafahamu haya. Na atujalie upeo wa kuyatenda haya. Ya Rabbi wa ya kusifu ya Rabbi. Tuko viongozi katika dini yako. Tuko viongozi katika kitabu chako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.